Katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wamekuchagua wewe Mheshimiwa Musa Azan Zungu uwe spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi, kutokana na kuchaguliwa kwako, sasa nakuita wewe Mheshimiwa Musa Azan Zungu uwape viapo vinavyohusika. Karibu. Mimi Musa Azan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azan Zungu, kwa heshima kubwa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 nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa hivyo vyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. <coughs> Mimi Musa Azan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge, na katika kutimiza wajibu wa chio hicho nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za jamhuri ya muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.